Naitwa Daktari Ethan, daktari bingwa macho kutoka hospitali ya Mrugwanza. E, kila mwaka tarehe tisa mwezi wa kumi tunaadhimisha siku ya, ya afya macho duniani na kauli mbiu inasema kwamba penda macho yako, simulizi yako ni mwangaza kwa wengine, na tunazungumzia hasa tukitoa elimu juu ya kutunza macho, na katika macho kuna vitu ambavyo tunaviangalia. Tunaangalia <coughs> changamoto ya kuona mbali au karibu nangoizungumzia changamoto ya sukari kuathiri macho, nazungumzia changamoto ya mtoto wa jicho ambayo ni cataract. Ningependa kuzungumzia hasa a pressure macho vile vile, tunazungumzia namna kujikinga na matatizo ya macho. Hivi siku hizi, karibuni, watu wengi wamekuwa kitumia kompyuta, laptop, lakini pia wamejikuta wanaharibu macho yao. Na sasa tumekuja na kaulimbio kusema kwamba 20 20 20, kila ukiangalia saa simu yako au kompyuta kwa muda wa dakika ishirini, hakikisha unatoa macho unaangalia mbali tena kwa muda wa dakika ishirini, umbali wa mita ishirini. Inafanya macho yako yasiangalie karibu peke yake, lakini pia yaweze kuangalia mbali ili yasipate matatizo. Lakini pia kuna watu wamekuwa wakipaka wanja, wakipaka maskara na wengine wakinyoa nyusi. Kwetu kama wataalamu wa macho, hatushauri kabisa mtu anayepaka maskara au kubandika kope au kubandika kupaka wanja maana hizo zinakuwa zinaziba vitundu machozi ambavyo viko kwenye kope, mwisho wa siku unaathiri e, e, utoaji wa machozi kwenye jicho, lakini pia unaathiri e, hayo machozi yasitoke kwenye, kwenye kope, mwisho wa siku inapelekea kuvimba au kupata vipele. Kwa hiyo tunawashauri hasa watu wajikinge, au wajizuie kutopaka hivyo vitu, lakini pia hata pia kunyoa nyusi. Kitu ge cha msingi ni kufanya uchunguzi wa kila mwaka wa kupima pressure macho, watu wote ambao wana miaka zaidi ya 40. Maana kwamba kwetu Afrika ugonjwa wa pressure macho kwa hasa kwetu kwa ngozi nyeusi, na watu wanapaswa kila mwaka wachunguze, maana pressure macho kisha athiri macho, hakuna matibabu yake yatakayoweza kurudisha uono. Vinginevyo inabidi mtu atakuwa kipofu. Kwa watu ni washauri wachunguze. Lakini kitu kingine, tuna ugonjwa sasa hivi umekuwa juu sana ambayo ni kisukari, kisukari kama imeathiri macho. Tunavyoendelea kuadhimisha siku ya afya ya macho, hospitali ya Murugwanza imeandaa kambi maalum ya daktari bingwa ambayo itakuwa tarehe kumi mpaka tarehe kumi na saba mwezi huu wa kumi ambao tutafanya matibabu ya macho kwa watu wote wenye changamoto ya macho. Tunawakaribisha waje kwa ajili ya uchunguzi na matibabu. Miwani itakuwepo, upasuaji pia mtoto wa jicho, presha macho utakuwepo na makovu na uvimbe zote ambazo zinazunguka kwenye macho. Tunawakaribisha sana, Mugwanza. Mugwanza ipo kwa ajili yao. Asante.